Tafadhali bonyeza neno subscribe chini ya video hii. Habari. Leo tutachunguza mustakabali wa teknolojia ya nyuklia ya Iran. Takwimu na matukio ya hivi karibuni yanaashiria mabadiliko muhimu na changamoto kwa usalama wa kimataifa. Kwanza, Iran imepiga hatua kubwa tangu Marekani kujiondoa kwenye mkataba wa JCPOA mwaka kiwango cha urutubishaji wa urani kimefikia asilimia sinda karibu na kiwango cha silaha cha asilimia tisini kwa kutumia centrifuge za kisasa. Kiwango hiki bado hakijafikia kiwango cha silaha, lakini ni hatua kubwa. Iran pia imeongeza vifaa vya urutubishaji katika maeneo ya Natanz na Fordo, huku ikikusanya hifadhi kubwa za urani yenye urutubishaji wa juu. Hata hivyo, Iran inasisitiza kuwa shughuli zake za nyuklia ni za matumizi ya kiraia. Kwa upande wa diplomasia, kuna juhudi za mazungumzo mapya. Marekani na Iran wanapanga mazungumzo ya moja kwa moja, ingawa Iran inadai dae yatakuwa ya moja kwa moja. Mazungumzo haya yatafanyika Oman, na kuna uwezekano wa pendekezo la mpango wa nyuklia wa muda mfupi kwa kubadilishana na unafuu mdogo wa vikwazo, lakini kuna ukuta mkubwa wa kutoaminiana kati ya pande hizi mbili. Urusi na China zinaunga mkono mazungumzo na kupunguza mvutano. China imekosoa kujiondoa kwa Marekani kwenye mkataba wa nyuklia wa mwaka 2018. Tukisonga mbele, kuna tarehe na vikwazo muhimu mwaka 2025. Tarehe 18 Oktoba 2025 ni mwisho wa utaratibu wa kurudisha vikwazo vyote. Ikiwa utaratibu huu utaanzishwa, Iran inaweza kujitoa kwenye mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia. Hali ya kanda pia ni ya wasiwasi. Mvutano kati ya Israel na Iran umeongezeka tangu Oktoba 7, 2023. Shambulio la Israel dhidi ya Iran na washirika wake limeathiri nafasi ya Iran katika kanda. Waziri mkuu wa Israel, Netanyahu, ametoa wito kwa Marekani kushambulia mpango wa nyuklia wa Iran. Katika nyanja ya kimataifa, jamii ya kimataifa, hata ethri na Marekani, wamechukua msimamo mkali, lakini hawajachukua hatua kali. Uchaguzi wa Masud Pezeshkian kama rais wa Iran na Donald Trump kama rais mteule wa Marekani unaweza kuathiri mazungumzo haya. Mwisho, mpango wa muda mfupi unaweza kuleta athari kwa utulivu wa kanda, juhudi za kimataifa za kutoeneza silaha na masoko ya mafuta. Asante kwa kutazama. Hakikisha kujiunga na chaneli yetu kwa habari zaidi za kuvutia kama hii. Kwa heri.